Baba Mwenyezi na mwenye rehema, kubali kusikia maombi yetu, nena pamoja nasi kupitia kwa neno lako takatifu. Kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Tuketi chini tafadhali. Wapendwa ambaye munashiriki kwa kijiji iliyoitwa, kwa neema yake Mwenyezi Mungu uniruhusu ni wasalimu nyote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, bwana asifiwe. Asi leo, nataka kuambia wapendwa, Mungu anatumianga watu wote. Mungu anaweza kutumia watu, mtu yeyote, haijalishi penye anatoka, haijalishi chenye yako naye, haijalishi masomo yake. Mungu anaweza kutumia yeyote. Leo nataka kuongea kutoka kwa kitabu cha Waamuzi tatu thalathini na moja kitabu cha Waamuzi tatu thalathini na moja Leo nataka kuongea kuhusu mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa akiitwa Shamgari na nitasoma kwa uwezo wa Mungu lake Amen. Leo nataka kuambia, wakati waamuzi, mwenye aliandika kitabu cha waamuzi anaitwa Samueli. Samueli alikuwa ni nabii na yeye akaandika kuhusu wakati mgumu. Hata leo ni wakati mgumu, wakati wa maandamano ya jenzi wakitaka haki yao, wakati tumepoteza watu wengi. Wakati huu mgumu, je, mungu anatumia nani? Leo nataka kuambia, Mungu anatumia watu wote. Wakati wa Waamuzi, Mungu alitumia waamuzi tofauti. Kwanza alitumia Samsoni, si munajua Samsoni? hmm. Akatumia mwingine ambaye alikuwa anaitwa nani, Eliud. Akatumia pia mama ambaye alikuwa anaitwa Debora. Baadaye akatumia mtu anaitwa Shamgari. Shamgari hakujulikana hata ukoo yake haijulikani. Wengine wanasema hakukuwa mtu wa Israeli, saa zingine alikuwa mtu wa mataifa. Shamgari hakuwa kama Samsoni. Samsoni alijulikana, Gideon alijulikana, lakini Shamgari hakujulikana. Nataka niwaambie wapendwa, Mungu anatumia kila mtu, anatumia wale ambao wanajulikana hata wale ambao hawajulikani pia. Mungu anatumia warefu au wafupi, yeye anatumia kila mtu, na iko mambo matatu nataka kujifunza, siri ya kutumiwa na Mungu. Jambo la kwanza, Mungu anakutumia kutokea pahali ulipo. Shamgari alitumiwa kutokea pahali ambapo alikuwa yeye. Hakuwa na jina kubwa. Yeye hakukuwa askari wa kivita. Yeye alikuwa tu mkulima peke yake, lakini Mungu akamtumia. Wa mama na wapendwa wa neema. Nataka penye huko jua ya kwamba Mungu anaweza kukutumia. Usijidharau, usijiangalie chini na wakati mwingine usife moyo. Jua Mungu anaweza kukutumia katika jina la Yesu Kristo. Mm. Je, mnajua mama aliyeitwa Maria alikaa kwa kijiji kichafu kilikuwa kinaitwa Nazaret, lakini Mungu akasema huyu ndio nitamtumia, na atamlete mwokozi jina lake ni Yesu Kristo. Ninaomba wapendwa, Mungu anaweza kukutumia. Usijiweke chini, usiwahi kujidharau. Mungu anaweza kukutumia Amen. Amen. Penye uko Amen. si bali, pengine penye uko hapo ndiyo Mungu atakutumia. Kama penye uko hakuna chochote, Mungu atakutumia. Hata kama penye uko huko na kitu, Mungu ataongeza penye huko ndio Mungu anakutumia ndiposa, anashangaa wakati mwingine mtu anafunganga saa zingine matasi yake inaitwaje, <tutu> masufuria na anasafiri anafikiria Mungu atamtumia akiwa mbali. Daka nikwambie, Mungu anakutumia penye huko. <tutu> na wakati mwingine, wakati unatoroka baraka zako zinafuata nyuma, na mwingine anapata sijui kama niliwahi kuambia, kulikuwa na mama moja, bwana yake alikuwa mlevi kabisa, mlevi chakari. Lakini kenye alisauni a kwamba Mungu atamtumia penye yako, yeye akaamua pana, hapa hakukaliki, wacha niende. Akarudi kwao na akapatana na mlevi mwingine tena. Wakati mwingine, sijui kwa nini mkono wenye unaangukia ndio hiyo hiyo hiyo hiyo akaenda huko Alipofika huko hayo mzee akaendelea kunywa, lakini siku moja, alipokuwa akitembea kwa barabara, akakutana na watu wa jeshi. Najua jeshi la Bwana liangali nyuma, uangalia nyuma, wakahubiri Injili ngao, pombe ilikuwa kwa kichwa, akasongea karibu na akaamua kuokoka. Hata watu walifikiri anadanganya, lakini aliamua kuokoka. Baada ya miaka nne kanisani, wakasema akuwe mchungaji na Jeshi la Wokovu. Sijaona mchungaji wa Jeshi la Wokovu atembei na bibi yake. Wakamwambia lazima utaoa. Kumbe mm. Mama akitoka kwa boma network haipotei, bado inashika hata akiwa ndani <laughs> network inashika. Akamwambia tunasikia, huyo bwana yako amemwambia aoe. Sasa yeye akarudi na hata akataka kulia, lakini hakukuwa na nafasi. Alisahau Mungu anakutumia penye uko. Amen. Penye uko ndio utabadilisha mambo mm -hmm. Penye uko ndio ukifanya bidii baraka inatokea mm -hmm. Na wakati mwingine ukitoka penye uko baraka inapotea mm -hmm. Penye uko ndio Mungu atakuinua. Kulikuwa na mtu mmoja alikaa miaka thelathini na nane akingojea maji kutibuliwa hapo penye alikuwa kumbe Mungu alikuwa na mpango. Na siku moja mwenye alikuwa akibebwa akatembea kwa sababu alikutana na Yesu Kristo. Naomba penye huko Mungu akutumie kubadilisha hali katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Usijipe sababu tena. Usilalamike tena. Na wakati mwingine usijifananishe na mwingine. Hali ya kila mtu ni tofauti, na vile Mungu anatumia kila mtu ni tofauti. na kwambia kitu cha ja kwanza, siri ya kutumiwa na Bwana ni penye uko. Kitu cha ja pili, siri ya pili, Mungu anakutumia na chenye uko naye. Huyo mtu alikuwa na sisi wasabu watu wanaita mchoki ya ng'ombe. Alikuwa na mchoki ya ng'ombe peke yake, na Wafilisti wakawavamia. Hakukuwa na training ya majeshi, yeye hakukuwa anajulikana sana, lakini Mungu kwa neema yake akatumia chenye alikuwa naye mkononi. Hiyo machoki ndio ilimpa ushindi. Naomba Mungu atusaidie katika jina la Yesu Kristo. Mungu atuelekeze, na yeye akituelekeza anatumia chenye uko naye. Akauliza Musa, una nini mkononi? akasema nina fimbo. nataka niseme ya kwamba kila siku tukumbuke chenye tuko naye ndio Mungu atatumia kulete mabadiliko. Wengine hapa wako na kipawa ya biashara lakini hawatumii. Wengine kipawa ambaye wako naye ni kipawa cha ukulima hiyo chenye uko naye ndio Mungu atatumia kulete baraka na mabadiliko. Mungu akusaidie chenye uko naye. Kitu cha ja kwanza, tambua kipawa ambayo uko naye. Kitu cha ja pili, tumia wakati mwingi. Watu hawajatambua na hata kama umechelewa, ukitambua na utumie, Mungu atabadilisha hali yako. Kulikuwa na mzee mmoja anaitwa Sanders. Sanders alikuwa mzee tofauti sana yeye akiwa miaka mitano baba yake alifariki baadaye. Sanders akiwa miaka mitano baba yake alifariki baadaye. Huyu Sanders akakuwa divosi, baadaye huyu Sanders akafutwa kazi kwa jeshi akiwa miaka sitini na saba karibu ajinyonge, lakini uzuri akakumbuka chenye niko naye mkononi, ndio Mungu anatumia. Na yeye alikuwa kati ya vitu vyote, alikuwa anajua kupika, akaamua kuanzisha biashara ya kupika kuku, na mpaka leo hata Kenya huko na kitu inaitwa uh, Kentucky Ken fry, Kentucky chicken fries. Yani huyu mtu aligundua chenye uko naye ndio Mungu anatumia leo. Ukienda kukaa nyumbani, jiulize niko na nini mkononi, nina nini, nina kipawa gani? Na ukishatambua itumie, na Mungu atakuwezesha kutenda mambo mapya. Jambo la mwisho ni chenye unaweza fanya yeye, chenye alikuwa naye mkononi, hata kama penye alikuwa na chenye alikuwa naye mkononi. Na kama angekosa kuchukua hatua ya kutumia yenye alikuwa naye na kufanya yenye angeweza, angekomboa wana wa Israeli? Mwishowe akaua Wafilisti mia sita kutumia machoki ya ng'ombe. Nataka nikuambie mabadiliko Mungu anatupatia kupitia kwa chenye tuko naye. Naomba ya kwamba Mungu akubariki ukiondoka hapa mm. Kumbuka chenye huko naye mkononi ndio mm. Mungu atatumia ndaga mm -hmm. Nisema ya kwamba chenye uko naye. Wengine chenye wako naye ni watu wenye wako karibu na sisi mm -hmm. Wengine chenye wako naye ni biashara kidogo ambayo unafanya. Wengine chenye wako naye karibu mkononi ni ujuzi ya biashara ama maombezi au kipawa ambacho Mungu amekupa, itumie na Mungu atakupa ushindi. Tena niseme baada ya kuomba, chukua hatua na tumia kipawa ambacho uko naye katika jina la Yesu Kristo. Naomba ya kwamba mwaka huu Mungu akutumie kubadilisha penye uko, Mungu akutumie kuleta mabadiliko penye uko, na atafanya hivyo ukitambua ya kwamba Mungu atakubadilisha penye uko. Kitu cha pili, Mungu atabadilisha hali na atakutumia kupitia kwa chenye uko naye mkononi. Jambo la tatu, kwa chenye unaweza kufanya, amka, chukua hatua na Mungu atakutumia kulete mabadiliko. Kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho mtakatifu Amen. maneno ambayo tumeyasikia